Kama unajijua nywele zako zinakatikiaga bure, hii video inakufaa. Kama unajijua nywele zako hazikuwa gina nuru na waga zinafanana aziko nyeusi, hii video, hii video inakufaa. Na kama unajijua nywele zako zinakuwa ngumu, as time kichano. Hii video, s'il vous plait, sana sana wewe inakufaa. Hii video inaregeza nywele, inafungula mara sine na nywele kuwa weusi na kukua kwa haraka. Gize tunaona hapo sisi nilianza, nilianza na kitika changu na kimenya funa kirape. Sikupenda nitumie brenda juu kurahisisha tena wale wanyama brenda. M bi asali asali, bi usipiti bila kujilaike wala kuacha komante wala kumiza favori video, kupartaje na benzako ku. Gisi mnaona hapo nishamaliza. <laughs> Gisi mnaona hapo nakata na trois côté. Unapaka vizuri. Wewe kwa niuliza kufanya delivery kwa vitu vyote na kutumanisha vitu vyangu, vinafika partout biza zangu. Lotion kutakuwa mweupe mzungu tena afanya dawa ya shepu ya kushamisha maziwa. Vyote nafana ya maribo ile bila kusahau. Ni wewe tu, na nianzikie boss wote, unataka hapa kuhusu ngozi yako na kutumania yako kote. Unajisikia we kwenye huko, gisi unaona hapo nafunika na shasha funika hapa nda desert. Kimaliza, unanawa. Gisi hapo nimesha nawa. Mwanzo wangu shakuwa anwari. Gisi mnaona. Mwanzo wangu shakuwa anwari, napaka na mafuta yangu. Mwanzo wangu sana regea hii dawa, vremani dawa ya nguvu. Sana regeza nywele vizuri, regeza nywele vizuri vizuri vizuri. Bizu je vzemboko. Mwanzo wangu na regea, gisi zinashana kuwa mweusi. Bye, nawapenda sana.